Msichana huyu mrembo unayemwona hapa, huwezi amini ndiyo huyu mimi. Kinachoniumiza ni kwamba watu wanasema kuwa mimi ni mwathirika wa virusi vya UKIMWI, lakini na hapa, mimi sipo hivyo. Kwa zaidi ya miaka mitatu sasa, msichana huyu amekuwa hospitalini peke yake. Hakuna ndugu, hakuna rafiki, hakuna mtu yoyote ambaye alisimama naye katika kipindi chote alichokuwepo hospitalini. Msichana huyu anasema kwamba hawakutaka kuja kunitembelea, sababu walikuwa wanajua kuwa mimi nitakufa muda wowote. Kiukweli nimekuwa nikiteseka, afya yangu pia mawazo, kwa sababu ndugu na watu wangu wote wa karibu ambao walitakiwa kunifariji katika kipindi hiki, lakini cha kushangaza ni kwamba wao ndio walitamani kuona msiba wangu. Kupata dawa kwangu ni shida na pia chakula ni shida. Huwa nasubiria wagonjwa wengine wakiletewa chakula na mimi ndio napata hapo hapo, au wakati mwingine wa Samaria wema wanapokuja basi wakianza kuondoka, huwa wananiachia pesa na hapo ndipo nanunua kitu chochote cha kunywa. Kwa muda mrefu alikuwa akikaa hospitalini bila kujua alikuwa anasumbuliwa na nini, na mtu ambaye alijaribu kumsaidia alikuwa ni mama yake, lakini naye pia aliishia njiani. Kwa siku zote za mwanzo mama yangu alikuwa akija kuniona na kunisaidia kwa vitu mbalimbali mbali, lakini na yeye kwa sasa naona anahisi kama anapoteza pesa zake tu. Na baba yangu pia aliniambia kuwa hana pesa za kunisaidia mimi, lakini pia akasema kuwa kama atapoteza pesa zote kwa ajili yangu wengine wataishije baada ya mimi kufa. Kiukweli iliniumiza sana. Afrimax walipomtembelea msichana huyu katika hospitali ya Nyagatale, msichana huyu aliwaelezea kuhusu maisha yake mwanzo mpaka mwisho. Na hivi ndivyo historia yake ilivyo. Musanabera Aneti. 6, 20, 20, anasema kwamba naitwa Musanabera Aneti, nina na miaka 23. Katika maisha yangu yote sikuwa mtu wa kuugua mara kwa mara, lakini ilipofikia Julai elfu mbili na ishirini na moja nikiwa kidato cha tano, nilianza kuugua ghafula. Nilijikuta nimedhoofika sana, na nilipoenda hospitali madaktari waligundua kuwa nilikuwa nasumbuliwa na saratani ya koo. Ilikuwa ni ghafula sana, na kiukweli sikuwahi kutegemea kama ipo siku nitakuwa hivyo. Kipindi nilipoanza kuugua ugonjwa huu nilikuwa naishi na dada yangu, na nilipoona hali inazi mbaya nikarudi nyumbani, ambapo baada ya hapo nyumbani walinipeleka katika hospitali ya karibu. Lakini kadri siku zilivyozidi kwenda nikiwa hospitalini hapo hali yangu ilizidi kuwa mbaya zaidi, ndipo nikahamishiwa kwenye hospitali hii kwa matibabu zaidi. Nilipolazwa kwa mara ya kwanza, nilikuwa nahisi maumivu makali sana. Mwili wangu ulikuwa unauma kwa kuzunguka, hasa hapa kooni na mgongo mzima. Na kwa siku za mwanzo madaktari waliponipima hawakugundua ugonjwa wowote uliokuwa unanisumbua, kwa hiyo wakaona wanihamishie kwenye hospitali ya Kanombe. Nilikaa katika hospitali ya Kanombe kwa miaka kadhaa, huku nikifanyiwa matibabu, lakini hali yangu haikuweza kutengemaa, hivyo nikarudishwa tena hapa. Kuhamishwa mara kwa mara kwenye hospitali tofauti tofauti ndiyo yalikuwa maisha ya Aneti. Aliporudishwa tena hospitalini hapo, ikawa kila mtu anapokufa basi wanajua ni Aneti, kwa sababu hali yake ilikuwa ni mbaya sana. Na kwa kipindi hicho madaktari hawakutaka kumwambia ukweli kuwa alikuwa anasumbuliwa na nini, na pia waliwaonya watu wengine wasija wakamwambia Aneti kuhusu ugonjwa unaomsumbua lakini daktari mmoja aliyekuwa akiniangalia mara kwa mara alikuja na kuniambia, je, ikitokea unasumbuliwa na saratani utafanyaje? Lakini hakunifungukia moja kwa moja, ila nikaja kujua hilo baadaye, baada ya daktari mmoja kuja na kuniuliza kwamba kwa nini una makaratasi mengi ya hospitalini alafu bado hujui nini kinachokusumbua. Basi ngoja mimi nikwambie, ila kabla sijakwambia ni ahidi kama utakubaliana na hali ulionayo na kujikubali kuwa ndiyo hali yako ulionayo kwa sasa. Baadaye ndiyo akaniambia ukweli kuwa kwa uchunguzi waliofanya, wamegundua na saratani ya koo. Ilikuwa ngumu sana kulipokea hilo, na kilichonivunja moyo na kuniumiza zaidi ni pale daktari aliponiambia kuwa wamechelewa sana kugundua saratani hiyo, hivyo kuna asilimia ndogo sana za mimi kupona. Nikifikiria na kipindi hicho nilikuwa mwanafunzi wa kidato cha tano nilikuwa nimebakiza mwaka mmoja tu niweze kuhitimu, na ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kumaliza masomo ya sekondari nijiunge na chuo kisha baadaye nipate kazi itakayonisaidia mimi na familia yangu, lakini kila kitu kikawa kimebadilika. Badala ya kupambania ndoto zangu nikajikuta pambania afya yangu. Mwisho madaktari wakamwambia Aneti kuwa kilichokuwa kimebaki ni kumuomba Mungu tu, kwa sababu kuhusu matibabu walikuwa wameshachelewa tayari. Kwa kawaida hakuna mtu ambaye anapenda kumwona ndugu yake akiwa ya anaugua, na ndiyo maana inapotokea hali kama hiyo, basi huwa tunajitahidi kwa kila njia ya kuhakikisha mgonjwa anapata matibabu na anarudi katika hali yake ya kawaida. Lakini kwa ndugu na watu wa karibu wa Aneti, walipogundua kuhusu hali yake, wote walimtenga. Kutengwa na ndugu ilikuwa ni maumivu yasiyoelezeka. Nilikuwa najiuliza kwamba nimewakosea nini, kwa sababu hata nilipojaribu kuwapigia simu nyumbani kuwaomba msaada hawakuwahi kunisikiliza. Baba yangu alikuwa ni mlevi sana, na ulevi ndiyo ulikuwa maisha yake, kwa hiyo sikutegemea sana msaada kutoka kwake, kwa sababu nilijua tu itakuwa ngumu kunisaidia. Mpaka ikafika kipindi nikawa nawaza kwamba au mimi ni mzigo kwao, kwa sababu hata mama yangu niliyekuwa nikimtegemea angenisaidia naye pia aliishia njiani, na akawa tayari kwa lolote, aidha ni au nipone. Kiukweli sikuamini kama vile ndivyo alipaswa kuambiwa mgonjwa. Hali hiyo ilizidi kuniumiza na kunitafuna taratibu taratibu. Familia ya Aneti walijua ni suala la muda tu, Aneti atakufa na hawakuwa na matumaini yoyote yale kuhusu Aneti kuendelea kuishi, na ndio maana hawakutaka kujisumbua hata kwenda kumwona hospitalini. Kitu cha kusikitisha zaidi, Aneti aliachwa hospitalini peke yake akiwa anapitia shida nyingi sana, na familia yake ilikuwa inalijua hilo. Walikuwa wanajua kuwa wana mgonjwa na anatakiwa kuwa na watu wa karibu wa kumhudumia na kumfariji. Pamoja na kuwa familia yetu ilikuwa na watu wengi, lakini hakuna mtu ambaye alikuja kukaa na mimi na kunitia moyo. Hakuna rafiki wala ndugu, wote walikuwa wamenikatia tamaa. Lakini nilichokuwa nikijiuliza kwamba kwani nimewafanyia watu kosa gani? Mbona kipindi nina afya njema nilikuwa naishi nao vizuri, kwa upendo na niliwasaidia wengine, sasa kwa nini wote wamenipa kisogo, hawataki hata kuniona, hasa katika kipindi hichi ambacho nina matatizo? Aneti anaendelea kusema kwamba ilifika kipindi akawa hawezi tena kuwapigia simu nyumbani, japo alikuwa naishi bila msaada wowote, lakini hakuwa na cha kufanya. siwezi tena kuwatafuta nyumbani kwa sababu hata nikiwatafuta hawawezi kunisaidia kwa chochote. Zaidi watakachoniongezea ni maumivu tu ya moyo. Mtu wa mwisho aliyejaribu kumuunga mkono Aneti alikuwa ni bibi yake aliyekuwa akiishi Uganda, na alifanya kila njia kumsaidia, lakini naye pia baadaye akasema kuwa hana pesa za kuweza kumsaidia tena Aneti pamoja na kuwa baba yangu ni mlevi kupindukia, lakini pesa anazo, ila tu hataki kunisaidia kwa sababu anaona atapoteza tu pesa zake kwa mtu ambaye atakufa muda wowote. Ni sawa, hawezi kunisaidia kwa pesa, lakini hata kuja kuniona na kunifariji pia anashindwa. Hataki hata kuwa karibu na mimi kwa sababu anajua akiwa karibu na mimi tu lazima atatumia pesa zake. Lakini pia baba yangu aliniambia kuwa nimekaa hospitalini kwa muda mrefu sana, kwa nini nisirudi tu nyumbani nikafie huko? Aneti alipoambiwa arudi akafie nyumbani, basi kwa uchungu na maumivu alijibu kuwa kwa kuwa amemwambia kuwa arudi nyumbani akafie huko, basi hata urudi nyumbani ataendelea kuishi hapo hospitalini kama siku zote, huku akiwa anaamini kuwa atapona, kwa sababu alikuwa ameshuhudia watu wengi wakifa na yeye bado yupo hai. Baba yake Aneti alikuwa ni mfugaji na alikuwa na ng'ombe wengi sana, lakini hata kusema auze ng'ombe kadhaa tu amsaidie mwanaye, aliona kama atapata hasara kubwa sana. Watu wengi walikuwa wakidai kuwa Aneti anasumbuliwa na HIV na maneno hayo kiukweli yalikuwa yanamuumiza sana Aneti. Siwezi kula kwa sababu chakula kinakwama kooni, na kama nikilazimisha kipite basi huwa natapika. Kwa hiyo huwa natumia vitu vya kunywa tu na nategemea zaidi maziwa, na kila mwezi madaktari huwa wanajitahidi kutanua koo langu ili niweze kula chakula, lakini baada ya kufanya hivyo, hali hiyo huwa inakaa kwa muda tu, kisha koo linajifunga tena. Na kwa sasa naona, lakini kwa siku kadhaa zilizopita, nilikuwa nimepoteza kabisa uwezo wa kuona, ndipo nikafanyiwa upasuaji ambao umefanya niweze kuona tena. Kiukweli, inahuzunisha sana kuona ndugu ambao walitakiwa kukaa na wewe na kusimama na wewe katika kipindi kigumu, lakini ndio hao hao, hao wanakutenga. Lakini kwa kipindi hicho Mungu hakumwacha Aneti, kwa sababu baada ya media hiyo ya Afrimax kufanya naye mahojiano na kuyapakia mtandaoni, basi watu kutoka sehemu mbalimbali waligusu sana na hali yake, ndipo wakamchangia pesa kwa ajili ya matibabu na matumizi mengine. Na baada ya muda fulani kupita, Afrimax walimtembelea Aneti tena, na awamu hii ilikuwa ni kipindi cha kurudisha tabasamu kwa Aneti. Hatimaye tabasamu la Aneti likaweza kurudi tena. Aliwashukuru sana Afrimax pamoja na wasamaria wema wote waliomchangia pesa zote. Pia alisema kuwa ile ndiyo ilikuwa mara yake ya kwanza kushika pesa nyingi kiasi kile. Kiukweli Aneti alifurahi sana na akasema hakika Mungu ni mkubwa na mwaminifu Kwa sasa jina langu linajulikana hadi Umoja wa Marekani, lakini pia hata Ufaransa najulikana. Wakati mwingine watu wananipigia simu na kiukweli nawashukuru sana kwa hilo, japo bado nina shida ya kumeza chakula, ila naamini kuanzia sasa kila kitu kitaenda kuwa sawa na ninaamini nitaenda kupona. Kwa zaidi ya miaka kadhaa aliyokaa hapo hospitalini pasipo mtu wa karibu kumtembelea na kumfariji, hatimaye faraja yake ikaletwa na Afrimax pamoja na wasamalia wema ambao walimchangia Mpenzi mtazamaji wa Iconic, asante kwa kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho. Na hivyo ndivyo historia ya Aneti ilivyokuwa. Sasa kupitia stori hii, wewe una maoni gani? Tuandikie kwenye comment, na sisi tutapitia kila comment na kuhakikisha tunaijibu. Jina langu ni Justin Barabara. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asante.